Kuna nchi ambazo zimefanya nepo juzi, wamebadilisha kila kitu, kwa sababu wamejaribu kila njia nyingine, imeshindikana kwao. Tusiende katika generalization. Mimi naogopa sana generalization. Wananchi ananiambia wananchi waliamua wapi, kwa sababu tunajua kwa kawaida nepo walifanya walifanya research, walienda wakaamka, lakini tulienda sasa hivi tuko kwenye edge ya tunaita nini Tunisian, nini ile inaitwa ile ya North America, walipoanza watu wachache wakaleta mabadiliko makubwa sana, ni wananchi. Kwa hiyo mwananchi hafuati katiba, kama wewe ambaye tumekuweka hufuati taratibu. Mwalimu anasemaje? Na mi nakupa sasa, labda vijana wangu pia hamsomi, bahati mbaya. Mwalimu anasema hivi na anarejea kitu ambacho labda wewe utajua zaidi kuliko wote hao. Mwalimu anasema sitini na tatu Oktoba na dhani ya Desemba Zanzibar walifanya uchaguzi, ulienda kinyume na wananchi. Ule uchaguzi hakwende kwa kadiri wananchi wanavyotaka. Mwalimu anasema, ni kitabu cha Mwalimu Nyerere, kinaitwa Wosia wa Baba. Sasa hawa hata wosia wa baba wao hawaheshimu tena, wosia wa baba. Sikumbuke ukurasa exactly labda, wa nne au wa sita. Mwalimu anasema wengi wakidai wapi, ukiwanyima watachukua kwa nguvu. Huyu ni baba wa taifa. Wengi wakitaka wapi, na yeye ndiye aliyotusaidia alipoondoa wale wengi, asilimia themanini walikuwa watake hata mfumo wa vyama vingi, hawa ishirini, wapeni sasa. Mkining'ang'ania hawa wakining'ang'ania, tunarudi kwenye kauli ya Maria. Kumbe mwalimu alishabariki, hata mapinduzi alibariki. Kama baba wa taifa alibariki, sisi wengine ni nani?